Kila Oktoba 27 dunia huadhimisha siku ya kimataifa ya urithi wa audiovisual hasa na ili kutambua umuhimu wa kuhifadhi nyaraka za sauti pamoja na picha kama sehemu ya kumbukumbu, uh, pamoja ambazo zimekuwa zikitumika na uh, wakati teknolojia inakuwa, mambo pia yamebadilika, hasa katika uhifadhi wa sauti pamoja na picha kutoka kwenye nyaraka za uh, hard copy mpaka kwa kutumia teknolojia na uh, application mbalimbali mbali ambazo pia zimekuwa zikiwezesha hilo, na tutafahamu zaidi kwa kina hasa matumizi ya teknolojia kama chombo muhimu cha kuhifadhi kumbukumbu, usalama wake na urahisi pia wa matumizi, na vitu ambavyo tunapaswa kuzingatia pale ambapo kumbukumbu hizi zinatunzwa kiteknolojia zaidi hapa studioni, tunaungana na Yusuf Kileo ambaye ni mtaalamu wa maswala ya usalama mtandaoni. Karibu sana Yusuf. Asante hmm sana sana, na, na, eh, na uzuri, eh, na uzuri, na uzuri tupo kwenye wakati ambao dunia mm, inatulazimisha kufanya mambo kidijitali, mm, eh, like mambo mengi yanafanyika huko zaidi eh. Eh, hii mifumo inaweza kuwa ya namna gani, Kileo, tuanzie hapo. Eh, mifumo iko namna nyingi, namna ya kutunza kumbukumbu sasa hivi. Kuna kitu kikubwa tunakiita digitization, na kama mmeona, mataifa mengi of late yamekuwa yakipush watu kwenda kwenye digitization, kuondoka kwenye kudocumenti vitu lakini uh, kwa ile njia ya hard copies amba ya ambayo tulikuwa tumezoea zamani ama uh, karatasi ngumu na kwenda kwenye kudigitize ili kuhakikisha kwamba uh, tuna kwanza tunaweza kukuza uh, life spam ya taarifa maanake, hiyo inakuwa imekaa haipotei. mm -hmm. Lakini la pili kuhakikisha kwamba tunaondokana na ile changamoto ya utafutaji wa taarifa kwa ugumu. Unajua mafaili yale utafuta moja moja ni yani kazi ngumu. mm -hmm. Lakini digitization, just unatakiwa tu unavuta tu, taarifa zinakuja kwa wakati. Kwa hiyo kurahisisha ule upatikanaji wa taarifa kwa haraka. Lakini lingine, digitization inatusaidia kwenye kutusaidia kwenye ku, uh, kulinda hizo taarifa, uh, zikashindwa kuharibika kirahisi kwa sababu majanga ya moto anapotokea, mafaili anaweza akaungua, mtu anaweza akachana na zikapotea, zika mtu akachana bahati mbaya na kadhalika. Kwa hiyo kuyaweka ili kulinda ile upatikanaji wake, lakini vile, vile kuwa accessed duniani kwa sababu kitu kinapokuwa kimewekwa kwa kimekuwa digitized, ni rahisi kuvutwa na mtu yoyote duniani kote, kwa sababu sasa hivi ajenda kubwa ni kuigeuza dunia kuwa kijiji. Na wanaposema tunataka dunia iwe kijiji, maana yake tunatamani uh, kila taarifa iwe inapatikana, maana kuna ile sera ya kidunia tunasema open data mm, kwamba taarifa tofauti tofauti kutoka maeneo tofauti tofauti ziweze kupatikana kirahisi ili watu waweze kunanina. Kama unavyosikia kuna masuala haya ya artificial intelligence yanategemea data na mengine. Kwa hiyo yote haya anataka taarifa ziwe zinapatikana kirahisi, maeneo tofauti tofauti. mm. Mm. ni changamoto gani kuu hasa ambazo zinaweza kuonekana kiusalama katika utunzaji huu wa kumbukumbu? Changamoto ni um, unaweza ukapoteza vilevile hizo data, kwa sababu endapo kuna, kuna, kuna wahalifu wa mitandao mingi ambao target kubwa ni data vilevile. Mfano, unaweza kukuta kuna uhalifu tunaita ransomware mm. attacks ambapo wanaweza wakaencrypt hizo data ulizozi ulizozihifadhi na ukashindwa tena kuendelea kuzitumia, inaweza kwako, lakini huwezi tena kuzitumia. Kwa hiyo hiyo ni changamoto moja, lakini nyingine, inawezekana wadukuzi pia wakazichukua wakaenda kuzitumia sehemu ambazo uh, probably hukutaka zitumike. E, hapo zinakuja masuala ya ulinzi wa hizo taarifa ambazo ume, umezihifadhi kwenye mfumo wa kidijitali kwa sababu unapojiingiza kwenye teknolojia ukae ukitambua kwamba vilevile kuna uhalifu kimtandao, ona, wow, wa kimtandao ambao na wao sasa wanaweza wakakuletea changamoto za kudukua hizo taarifa ambazo umezihifadhi hmm. na lakini lingine unawezekana wakakusaidia kuzi, um, kutempa na zile taarifa kwa sababu hard copy, advantage yake ni kwamba mtu umeshaandika mtu ni vigumu lakini kwenye soft copy mwingine anaweza akaenda akaanza kucheza uliandika 1320 yeye akaja akageuza ikawa 132 kwa hiyo wakati mpana zile taarifa zikawa distorted kwa hiyo upatikanaji wa taarifa ambazo zinamfikia yule mlaji wa mwisho sio kama zile ulizoingiza mwanzo hilo pia inaweza ikawa ni changamoto hmm. lakini kwa ziko kwa nyingi kwa nyingi tofauti tofauti to sasa kwa tafsiri hiyo kwamba hii njia ya kidigitali uh, ki ikawa hatari na taarifa zisiwe salama zaidi kuliko ile njia asili ya analogia ambayo tulianza nayo. Ni, ni, ni kama unakumbuka lile tukio la WannaCry. mm -hmm, uh, la mwaka elfu mbili na kumi na tano mwezi wa tano, lili uh, elfu mbili na kumi na saba mwezi wa tano. Uh, kilichotokea kama unakumbuka kwenye WannaCry ni kwamba kuna baadhi ya taasisi baada ya kukumbwa na lile janga la zile data ku, kuenda ndivyo sivyo, walirudi tena kwenye ile manual kwa kwa makaratasi. Kwa sababu gani? Taarifa zao zilikuwa encrypted, wanashindwa kuzitumia kwa sababu ziko kwenye mtandao. Kwa hiyo wanachofanya sasa, wanarudi kwenye ile hali ya kawaida ili kuhakikisha kwamba bado wanaendelea kufanya kutoa huduma. Kwa hiyo kuna wakati mwingine wanaweza wahalifu wakakuzuia kuendelea kutoa huduma. Kuna wakati mwingine wahalifu wanaweza wakakuzuia usi, wakakuharibia taarifa zako na kadhalika. Kwa hiyo kuna changamoto nyingi na ndio maana kuna mambo mengi huwa tunashauri watu wayafanye wa ili kuhakikisha kwamba ya na hizo taarifa zinazohifadhiwa kwenye digitali zinabaki kuwa salama. Mm. Mm. Kwa hiyo hapa njia bora sasa ni pengine kwenda na njia zote kwa pamoja. Ikitokea ee, changamoto huku basi unakuwa una backup huku na ikitokea huku unakuwa na backup huku tena. Umetumia neno zuri yani, sana neno backup. Mm. Yeah. Huku huko kwenye digitali unaweza kubackup Nataka kusema moja ya ushauri mkubwa ushauri mkubwa tunaotoa siku zote ukiwa umejiingiza kwenye mambo ya teknolojia. Then jiingize. Kuna mambo makubwa matatu tunatakiwa tunasisitiza kwa watu. La kwanza ni hilo lililosemwa vizuri sana backup, kwamba ukiwa na data zako kwenye seva moja ama kompyuta moja, jitahidi uhakikishe kwamba na nyingine nayo na data kama hizo. Kwa sababu gani? Ili kama chochote kitatokea kwenye hili, basi una uwezo wa kwenda kwenye cha pili wahalifu wamesha distoti hizi taarifa, wamezipoteza hizi taarifa, ama wamekuzuia hizi taarifa zisiweze kupatikana, hata distributed denial of service attack, kuzuia watu wasiweze kuzifikia hizi taarifa, basi unaenda upande wa pili, watu wanaendelea kutumia kama kawaida. La pili ni recovery, kwamba huwa na capability kubwa ya kuweza ku rejesha hali ya kawaida baada ya matukio kama haya ya kimtandao yatakapokukuta, kwamba mtu ameiba taarifa zako ama mtu amekuzuia taarifa zako zisipatikane kwa watu wengine ama hata wewe usiendelee kuzitumia hizo, ransomware attack. Sasa huo una uwezo wa kurikava, kurudi kwenye ile hali ya uh, uh, uh, kwa haraka kurudi kwenye hali ile ya kawaida kwa kurejesha huduma kama zinavyopaswa kurejeshwa. Lakini la tatu incident response, kwamba kukabiliana ama ku, kuwa na uwezo wa kushughulikia matatizo haya kwa haraka, kwa sababu tatizo linapokuwa kubwa ni pale umejiingiza kwenye digitization, ndo hiyo kuingiza mambo kwenye teknolojia haya maandiko, lakini bahati bahati mbaya ama ubaya bahati huna huna huna uwezo huna backup. Huna uwezo backup wa kurecover janga likitokea, hujajipanga na watu wa kushughulikia matatizo yanapokuja kwenye upande wa kidijitali, kwa vyovyote vile itakuwa hii kwako ni hatari badala ya kuwa salama. Mm -hmm. Na hasa kuna matumizi tofauti, kuna yale ya binafsi, kuna matumizi ya kitaasisi ambayo yanakuwa makubwa ama serikali pia mm -hmm. E, njia zote hizo ama hatua zote hizo za, za kuchukua tahadhari zinaweza kutumika katika matumizi hayo yote exactly. Exactly. Mfano mimi sasa hivi naweza nikawa na taarifa zangu, picha zangu ziko somewhere kwenye laptop yangu labda, lakini bado nime backup somewhere else. In case laptop yangu imekorapti imeharibika imefanyaje naweza kwenda ku retrieve taarifa nikaweka. mm-hmm. Na uzuri wa backup sasa hivi unaweza ukaifanyia huko huko online. kuna, kuna kakangu alizungumza mambo ya Google Drive na wenzake, lakini unaweza kuweka vile vile kwenye, kwenye hard disk nyingine ama uh, flash, uh, flash disk inategemea na ukubwa wa hizo taarifa ulizozitunza mm -hmm. Kwao unaweza kuweka kwenye kifaa kingine ukaweka pembeni ambapo sio online vilevile. mm -hmm. Yote haya yanaweza kukusaidia wewe kuhakikisha kwamba taarifa zako, chochote kinachotokea kwenye hizo taarifa zako mm -hmm. una uwezo wa kurudi ukaendelea kuzitumia bila kuwa na mashaka yoyote. kuna baadhi ambazo zinakulazimu, hasa tuangalie kwa upande wa gharama za uh, uh, uhifadhi huu ama storage mm -hmm. Nyingine zinakulazimu uh, ufanye malipo ndio upate access hiyo ya ku Uh, ya kuhifadhi uh, data na kumbukumbu -kumbu. Mfano tu hivi karibuni, Snapchat uh, wenyewe walitangaza kwamba watu wengi wamekuwa wakitumia jukwaa hilo uh, kuhifadhi zaidi uh, picha zao ama video zao uh-huh, na wataanza sasa kuchaji hasa kwa wale ambao wamezidisha matumizi ya GB ya kiwango fulani hmm. Unaona eh, kwa, kwa, kwa upande wa gharama inaweza ikawa gharama zaidi hasa tukiendelea eh, hivi huko mbeleni ndio hata sio sio Snapchat pekee. Snapchat sina lakini, sio pekee. Hata Google ukiangalia hmm. kwenye email yako pale umepewa 5 GB ukizidisha hapo, wanakwambia uende kwenye malipo ama upunguze vitu. Kwa hiyo kuna, kuna, kuna, kuna wanakwambia unapotaka kuweka kitu hata hiyo hard, hard disk nayo kuzungumzia mm. lazima utainunua dukani, kila kitu kina gharama kwenye teknolojia. Kwa hiyo gharama iko pale, lakini kwa nini inakuwa gharama? Ni kwa sababu wanataka kuhakikisha kwamba uh, vitu vyako unavyovihifadhi pale basi at least ujue kwamba kuna watu wengine wamewekeza kwenye seva mm, sababu hivi vitu ni mtu amefanya ameweka uwekezaji wake, hukutunzia we taarifa zako ambazo unaziweka. Kwa hiyo obviously, mm, lazima utatakiwa kuzilipia na, na similarly kama utanunua hard drive na vitu vingine, bado lazima utaenda utaingia gharama, huja ununue ndo uweze kufanya utunzaji uh, hivyo vitu mm. Lakini kwenye hilo pia ni kwamba uh, watu wanatakiwa kufahamu kwamba hizi haya masuala yote ya teknolojia na ukubwa wake wote, ukiona jambo limekuwa ni rahisi sana, kuna hatari kubwa. Ndio maana tuna msemo wetu maarufu sana tunasema, when you are not paying for a service you are the business. Yani unapokuwa wewe hulipi huduma fulani, like wewe ndio biashara yao mm. Ndio maana kuna lile swala la ulinzi wa taarifa binafsi, kuna lile swala la uh, kujua applications zetu zinafanya nini kutoka kwetu, ili kuhakikisha wewe unazitumia vipi maanake unaweza kuwa na application unaitumia, let's say sitakutaja kwa majina fulani hivi, unaipenda tu unaitumia, lakini ile la application ukiangalia chini pembeni, na kushoto na kulia kote, unapata hiyo huduma bure. Lakini sasa unapataje bure? yana walipaji wafanyakazi kule, unajiuliza wao wanapataje, wanapataje faida, faida? Maanake sasa kuna mambo mengi wanayachukua pale, mm -hmm, kutoka kwako Kamani. mfano kwa hiyo faida waneza, wewe. <laughs> E, wewe sasa ndio biashara yeah. Kwa hiyo mfano siku moja ni Jumatatu wiki iliyopita nilitoa kuelezea the same thing watu wa, tulivyokuwa kwenye mizunguko ya kampeni yetu, nikaambia kwamba kuna kuna, kuna, kuna vitu ambavyo hata sasa hivi ukiingia hapo utaweza kuongea. mm -hmm. Ukaona mwenyewe ukiingia kwenye Play Store wakati una download application huwa inakueleza kwamba mimi taarifa zako hizi nitazichukua na nitashare na watu wengine ili nijipatie fedha anakueleza pale wazi kabisa, mm -hmm. Na anakuambia ni taarifa zako zipi, kisha anakuambia mm -hmm. Na hizi nyingine ndazo zikusani, mm -hmm. Sasa pale ukienda tulifungua moja, watu wakapata mshtuko, walisema wataangalia afya yako ikoje, mm -hmm. Yaani, taarifa zako za kiafya ikoje. Sasa hivi unafanya mazoezi asubuhi, unakimbia jogging hili unavyohema, wana assume wana tu utakuwa na pressure. Unashangaa ukirudi nyumbani, ukiendelea ku browse unapata matangazo ya pressure, kushoto na kulia <laughs> <laughs> Kumbe, unawe, na za pressure kumbe kuna hali ile unakuwa, unazungumza kitu. Okay. Alafu baada ya muda, ukiingia kwenye simu unakutana na hivyo <tutu> matangazo na <hivu>. ya namna hiyo, kwa hiyo hili <hiyo>, wanapitia <tutu> pale wanakwambia hicho unakuta ni pale wanakwambia kwamba tuta access your mic mm. Mm. Kwa hiyo wanasema taarifa zako za mic yako tunazo taarifa za picha zako taarifa vitu unavyo browse. Kwa hiyo kuna vitu vingi, nafikiri si kama kwenye kipindi inaweza isitoshe, lakini hata baada ya kipindi inaweza akakuonyesha ukaona ukaona hatari iliyoko. Kwa hiyo ndio hapo tunarudi kule kule, kwamba ukiona huduma ni ya bure ya kidigitali, wewe ndio biashara. Kwa hiyo yale wao wanauza third parties, wanatengeneza fedha na wewe wanakupatia bure, na ndio hivyo inaendelea. Na ndio maana, kwa hiyo kwenye hilo sasa, suluhu ni kuto kukubaliana na hiyo huduma ya bure. Exactly. Usipokubaliana, maana usitumie kabisa hiyo. Sasa sasa uh, ndo sasa maana, ndo maana kuna, kuna, kuna duniani mwaka 2018 18 tulikuja na ile GDPR ile General Data Protection, uh, Regulations zile mm -hmm, kwa ajili ya ku, ku, kulinda taarifa za watu za kibinafsi, na kama Tanzania tuna Data Protection Act mm hii -hmm, ya ulinzi wa taarifa binafsi sheria yetu ya 2022 mm -hmm. Sasa hii imekuja sasa kutatua hayo matatizo madogo madogo mm -hmm, kwamba taarifa zako unavyowapatia watu fulani mambo makubwa matatu yanatakiwa na watu wazingatie, ya namba moja, uminimize hizo taarifa unazozikusanya kwa watu, na ndio nitakupa sasa konsekwensi ya hizi hizi mambo ya data protection. Lakini lingine, uwe na njia madhubuti ya kulinda hizo taarifa ambazo umezikusanya za watu, kama hizo wanavyozungumza hawa kina Google Drive na wenzake wanapokutunzia hizo taarifa zako, maana yake wanapaswa kuwa na ulinzi madhubuti kwa taarifa zako ehe, ulizowapa ili wakutunzie. Lakini jambo la tatu kwamba wewe una uwezo wa kukubali ndio, hii namjibu, na kukubali ama kukataa taarifa zako gani wazichukue, wasizichukue, na wakilazimisha, kuna hizo consequences nyingi mm -hmm. Lakini sasa hatari yake ikawa ni nini? mm -hmm. Hawa kina Google wakina ndio sasa hivi unaona X wanakuambia sasa bili mm -hmm. Mlipie sasa. Kwanza zilikuwa bure, sasa hivi unalipia blue tick, wanapunguza ile uwezo wa kuandika maneno mengi na nini, ili kuhakikisha kila mtu anatakiwa kulipia, kwa sababu waliona hizi sheria zinawabana, hawavuni taarifa wanavyotakiwa kuvuna mm -hmm. Sasa, tunafanya nini? Kutengene, kutengeneza pesa, watu waanza kulipia mara blutiki mara kusiofanya nini. Kwa hiyo huduma nyingi sasa zimeanza kuwa unalipia mtandaoni na ndio kama hizo unaona Snapchat na wenzake, watu wanaona sasa kutokana na sisi tunabanwa sana kwenye hizi sheria za kulinda taarifa za watu, basi watu waanza kulipia hizi huduma ili tuendelee kufanya biashara. Sasa kileo ha. Tutarejea hapa uh, kwa sababu ya kimtandao na changamoto ambazo uh, imetokeza kidogo, tuungane na Kennedy uh, Mari kwa kifupi tu uh, muhtasari mtaalamu wa masuala ya teknolojia ambayo yuko kule uh, Kigali kwa sasa. Kennedy, habari na karibu sana. Nashukuru sana. Naam, pengine kwa muktasari tu kwako uh, tumegusia mengi hapa na kileo, ni mambo gani hasa unashauri katika matumizi ya uh, teknolojia hizi za kutunza kumbukumbu kumbu. Uh, Hilda ni naomba urudie kidogo kwa sababu unaona kuna mtandao ulikuwa unavunjika kidogo kama nah, unaweza ukarudia swali hilo? Naam, nasema ni mambo gani unashauri eh, katika matumizi ya teknolojia hizi za utunzwaji wa kumbukumbu. Uh, kwa, kwa muhtasari kabisa Hilda ni kwamba kuna mifumo ya kidijitali inaruhusu uh, utunzaji wa data usio na kikomo kwa sababu Uh, haina ukomo wa uwezo wa, ku, wa kutunza data. Sasa uh, pamoja na mambo mengine mengi, ni kwamba kuna uh, mifumo ya kidijitali ina, ina, inatoa kitu ambacho kwa Kiingereza tunakiita cloud computing na uh, ni uwezo wa kufanya shughuli za kikompyuta na kupitisha na kuchakata data kupitia huduma ambazo zinaunganisha kompyuta kutoka ilipo moja na nyingine ilipo. Maana yake ni kwamba data zako zinaweza kuhifadhiwa, kuchakatwa uh, sehemu nyingine. Mathalani, kompyuta yako ina uwezo wa kuhifadhi data pengine kwa GB uh, chache. Maana yake ni kwamba unaweza ukaamua, kwa sababu uwezo wangu wa kuhifadhi data ni mdogo katika kifaa changu hichi cha kidijitali basi ninaweza kazihifadhi sehemu nyingine kwenye virtual server au kwenye hifadhi uh, ambayo sipo nayo mimi lakini ninaweza nikazitunza huko. Kwa hiyo hii inaweza ikawa kwenye ngazi ya mtu mmoja mmoja au ikawa ni kwenye ngazi ya kitaasisi, na kuhakikisha kwamba data hizo basi haziwezi kupotea na zinahifadhika. Kwa hiyo huu ni ujumla ya, wa, wa overview tu ya kwamba je, ni kitu gani ambacho tunaweza tukakifanya kwa amba, jene, kwa kwa kutumia uh, uh, mifumo ya kidijitali sasa. Tanzania hapa tayari tuna uwezo wa kuhifadhi data zetu hapa ndani kwa ajili ya kulinda faragha ya watumiaji wetu, na kwa mtumiaji mmoja mmoja anaweza akachagua, anaweza kuhifadhi hapa Tanzania au akahifadhi hata nje ya nchi, ambapo inatoa huduma uh, za, za, za, za gharama nafuu zaidi. Mm -hmm. Asante sana Kennedy, na muda wetu umetuishia, lakini tunakushukuru kwa muhtasari huo ambao umetujuza mm. na na Yusuf wakati tunamalizia pia uh, kwa mchango huo mdogo, tunapoelekea nini ambacho kifanyike? Uh, kwanza mimi nasisitiza unapojiingiza kwenye masuala ya kutunza taarifa mm. kupitia mtandao tunazungumza digitization lazima uzingatie yale mambo aliyoyazungumza. Jambo la kwanza, lazima huwa umejiandaa na storage. Ili kujiepusha na lile changamoto ya kwamba uh, taarifa unazozikusanya hauna pa kuziweka kwa sababu kama ulivyokuwa unaweka kwenye nyumba huko, ambapo imekuwa ni kuna faida na hasara zake. Vile vile kwenye mtandao unatupaswa kulifahamu hilo swala. So, la pili lazima huwa umejiandaa na backup. Plani yako iwe inaeleweka kwamba kitu kinapokuwa kwenye mtandao, jiandae kitakuja kupata tatizo tu siku moja. Yani, hiyo ni matter of time, sio tena ifo ni when. Lini utapata tatizo kwao, jiandae na upande wa backup, kuhakikisha kwa kwamba backup yako plan, ama plan ya, ya kufanya backup ya taarifa zako iko madhubuti na inafanya kazi vizuri, kwa sababu tunasema ho umeitazama ume. Lakini lingine tunahamasisha kwamba watu wafahamu kwamba unapokusanya taarifa kama hizo, taarifa ziko nyingi, kwa hiyo mm -hmm. Uanze kujua kategori ya taarifa ambazo unazikusanya mm -hmm. Inawezekana zikawa za kibinafsi, inawezekana ikawa ni za, uh, za kawaida za umma na nyingine ambazo hazina mashaka mm -hmm. Kwa hiyo unapokuwa ni swala hilo, lazima na wewe ujiridhishe kwamba taarifa hizi nazozikusanya zinapaswa ku, kuwa namna gani ama kushughulikiwa namna gani? mambo ya msingi sana. Tutaendelea kupata nafasi ya kujifunza zaidi kutoka kwako na mm, tumekuwa tukijifunza sana mara kwa mara mm. Tunakamilisha hivyo kuzungumza hapa na Yusufu Kileo, mtaalamu wa usalama mtandaoni pamoja na Kennedy Mari ambaye yeye yupo Kigali, Rwanda. Tumezungumza naye naye ni mtaalamu wa TEHAMA kuhusu nafasi ya mifumo ya kidijitali katika kutunza kumbukumbu kumbu.